Mafans wa Arsenal, tunaelewa, tunajua. Yenyewe mlipiga Real Madrid. Mlipiga home and away. Awe, kwanza nilisikia vizuri, hmm? Chelsea ilipigwa vizuri sana kama wamefunika asili. Hata walifunika stadi ya mkushtua Arsenal, but Arsenal wakapita naye. Ndio Rice akaiva vizuri akasumbua akakuwa man of the match. <laughs> Sasa mafans wa Arsenal tunaelewa ndio. Mm. But then mmepiga Real Madrid home and away. And away. Yes. Tuna tu, tumekubali, nyinyi ni wakali, nyinyi ni wabaya, lakini enda mpumzike bana, mm, ah. <laughs> Enda mpumzike bana, mm -hmm. Eva na kelele <laughs> imekuwa mingi zona, je sasa inafuta tafute mm, nini tupo vizuri tutaweza, hey. Huko hivi na wanakosa kuibeba, ndio mtasherekea sana kupiga Real Madrid na top 4 unaona, like the last two games mm, mume drop points mume drop me drop Hasa unakuta namba tatu, namba nne, namba tano wamewafikia. Hey. Hmm. Nottingham, Chelsea, Man City. Man City wamewafikia. Sasa mtaselebrate kupiga kupiga Real Madrid. Huko mm, na by this, si Arsenal ndio timu ya kwanza kupiga Real Madrid Madrid, si <laughs> na ya kwanza huko wameipiga. Hawakupiga kelele huko. Chelsea walienda huko wakaipiga Mani mefanya kitu huku. He, mani pia imepiga huko Real Madrid huko. Sasa Ex -ex Mafans wa Arsenal tunaelewa, this season ni yenu by the way, lakini enda mpumzike. E, e, mpumzike wa <laughs> msisherekee sana, mtasherekea sana mharibu maneno <laughs> mtasherekee <Mpumzike laughs> <mpumzike laughs> kichoko hapo e, mtakaa huko hivi alafu mkute maneno kwa dhiki, mna drop mna drop na watu wapita e, na vitu vya repeke leo iskeli, enda mpumzike bwana, mmepiga kelele wame ya e, kutosha bwana, umeanza e, kiburi mingi sana eh, na tupumzike msikia tu, tumekuwa juzi na mafans wa Manyu. Wametoroka wamechati shati zao kwa sababu gani hasa? Mm. No, kila mahali tu wasema eh, ee, real real real, hi five hi five hi five bana, timu zingine pia zimepiga reali, si nyenye peke yao, we'll kesi hey. <laughs> Tungekua eh hey. Sasa so, sisi wote na watu wako wanaringa hiyo mm. Mmm, sasa sisi imeipiga Chelsea imeipiga maani imeipiga huko hiyo mm. Na wako ringa hivo.